Hapa ni wanafunzi wakiendelea na zoezi la umwagiliaji wa mboga mboga na upandaji wa mboga aina ya mchicha kama utekelezaji wa elimu ya kujitegemea mashuleni. Zoezi hili ni endelevu, maana hapa tunapata mboga mboga kwa ajili ya kuendelea kuboresha lishe mashuleni na pia kujipatia kipato. Huo ni umwagaji au kusia mbegu. Hapo ni mbegu zinapandwa, na hii kazi inafanywa na wanafunzi wakishirikiana na mwalimu. Karibu sana wapenzi watazamaji wa YouTube, YouTube channel yetu kuendelea kutufuatilia katika vipindi vyetu, hasa katika zoezi la utekelezaji wa elimu ya kujitegemea mashuleni. Hao ni wanafunzi wakimwaga mbegu, mbegu kiutaalamu kabisa na hapo zoezi la kumwagilia, hawa wamebeba maji kwa ajili ya kumwagilia matuta yale ambayo tayari zimeshamwagwa mbegu. Ni wanafunzi wenyewe wanaowajibika kufanya hili kazi, ni basi kwamba mara baada ya kutoka kuhitimu maisha yao, hautasumbuka mtaani kutafuta ajira. Kazi kama hizo wanaweza wakazifanya na kujipatia kipato. Serikali imetupa mamlaka ya kuendeleza elimu ya kujitegemea na hapa, kama mnavyoona, ni vitalu vingine. Tumeshavuna mboga, imeuzwa nyingine, imetumika kama chakula kwa ajili ya wanafunzi wanaopata chakula shuleni. Zoezi hili liko vizuri. Karibuni sana wapenzi watazamaji, kutufuatilia katika YouTube channel yetu.